Asante sana jirani, usikose kufika kwa harusi yangu i jirani, ni mzuri sana wenyewe. oh. oh. Hey. Nanjala, mambo. Wewe oh, unaenda shule ama siendi shule? Nimekuja hivi nimekuwa na pita pita hivi nitafuta pesa, nataka kufanya harusi. Unatafuta? Unataftaa? <coughs> <Hana> ani munichangie pesa? <laughs> Hey, hey, wana... uko serious? <laughs> Unatafuta pesa tukuchangie. Uh, alafu si hadi uandike jina yako sasa, so nimetoka hapa jirani na Batik. Niweke tu hata kama ni so ni... tano. Amekupea <laughs> ngapi? Mimi nikupatia pesa. Uende so, usikie vizuri peke yako huko. Nitakualika kwa harusi yangu.

tukusaidia kulipa mahari alafu, sisi hiyo siku mnaachana sisi eh, tuwaibike ju tulikusaidia? Tumesema tunaachana ama tunaoa. Kwani, najua kama utaki kutoa pesa, niambie. Jirani wote wametoa. Ni sawa. Huyu jirani ui jirani mruyu sijui ati nafuu. Huyu wewe peke yako ndio unazungua hapa. Alikuwa hmm na ugali huko. Nimesema nimesema, unisaidie pesa. Mimi sina pesa. Na siku nitakuja hiyo siku niwaambie mimi na kulanga steak. Continue. Siku langi mfupa. So usifanye hivyo, weke kwa pilau yangu mfupa. Kupate huko. Kwanza wamesema ndio date. Fanya hivi. Saa kumi na mbili sharp yuko huko. Lazima nibebe. Kwanza, handbag nimeshona ni, ni kubwa hivi, nawambia, wako watu wako mapema, unasikia? Kwenye wapishi huko nitakuwa na, uende kama utaki stori zangu, nami nakumalizia. Hata siku ulikuwa umetembea, umetembea umeongea na mtu kweli umepiga <laughs> stori nilikuwa naenda kwa hiyo jera next lakini umenimalizia. <laughs> wenda enda, enda kuja ni kule pilau na chapati, alafu wapike chapati soft usikuwa ngumu ya kunikata koo yangu, alafu nyama wapike hivi kabisa yenye naweka hivi e, na nameza tu nameza tu alafu pilau wasiweke nini mingi Wasiweke hizo spices mingi na wasiweke hoho, tumiangi hoho kwa harusi yangu. Enda hacha nikwambie kwa harusi yangu no. Utakuwa unachukua chakula, watu walitoa pesa, unanyolewa, unakaa huko <laughs> mtu mwenye hata kwa amenyolewa asipatikane hapo. Ni sawa, ni sawa, wapike chapati soft na maji kwa ya chupa, tunakunywa ya chupa, tusikunywe ile ya ya mtaro, tukunywa ya chupa. Na soda na, na kunywanga fanja, ona huyo. <laughs>